Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala Mandala na hii leo basi, niruhusu tupate kuendeleza pale tuliacha hapo jana, ikiwa ni siku ya Friday siku ya Ijumaa, tunapomshukuru Bwana kwa wema wake, ametuongoza wiki nzima na tumekuwa katika msururo ambao tumekuwa tukiendeleza pale na labda nikikumbusha tu hapo jana e, tulikuwa tunaongea kuhusiana na triggers za kukumbukwa na Mungu, vitu ambavyo vina trigger, vinasababisha e, ukiviona, ishara ambazo ukiziona, ujue basi kukumbukwa na Mungu hakupo mbali nawe kwa hiyo basi Ukiona ishara hizi unajua kwamba kwamba tufike mahali tuweze kukumbukwa naye. Kwa hivyo popote pale ulipo, karibu tuende kwa pamoja na hapo jana tukaweza kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza eh, sura yake ya kwanza tulisoma kuanzia msari wake wa nne hadi wa kumi. Na tukapata kutambua kwamba eh, tiga moja wapo ni wakati ambapo Mungu ameruhusu upitie changamoto fulani unapitia mambo fulani watu wanakuonea unafika mahali unashindwa na kuchekelea unafika mahali unasikia kulia, wakati mpaka unajiuliza Mungu, are you still with me? Unafika mahali unajiuliza maswali mengi sana, na unapojiuliza hivyo usikate tamaa. Isiwe sababu yako wewe kukata tamaa, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri nawe na ameruhusu na kusudi kila ambacho cha kutokea kila ambacho chatendeka maishani mwako God has allowed it with a reason. Sometimes tunaweza fikiria kwamba Mungu amesahau, tunaweza fikiria kwamba Mungu hatuoni ni kama Mungu hakumbuki, lakini acha nikuambie eti yalifanyika tu, Mungu hajui? Hamna. Nothing happens by surprise to God. God knows everything. na ndipo sabasi, kuna wakati ambapo anaruhusu mambo fulani, na akiruhusu jambo fulani kutendekee, ameruhusu na kusudi fulani, ameruhusu akiwa na sababu fulani. Kwa hivyo usije ukakata tamaa, usipate sababu yoyote ya kata tamaa, bali mtumainie Kristo, na huyu Kristo atakutenda wema. Tulijifunza mengi hapo jana, kwa hiyo basi, kama ulikosa hapo jana Nenda tu kwa YouTube channel hii hii ni Victor Mandala, ukitafuta tu Victor Mandala himizo ama himizo na Victor Mandala, ukitafuta tu pale kwenye YouTube utapata moja kwa moja. Ume, ume, e, ili upate kwa kirefu zaidi. Na, e, na nikumbusha kwamba iwapo ungependa, kuna yule ambaye angependa labda kurahisisha mambo, na niombe kwamba kila mmoja wetu let us make things easy how. Kwa iwapo basi unatizama pale chini ya video hii, kuna neno subscribe. Kwa hivyo click hiyo neno subscribe, ukiambiwa sign in, sign in na Gmail account yako, then click notification bell. Kuna alama ya kengele tu pale eh, notification bell, just click hapa chini, alafu copy the link hapa juu na uweke comment yako hapa chini la muno pale. Ni number one, make sure umesubscribe Iwapo utaambiwa sign in, sign in na jina la akaunti yako then click notification bell, notification bell pale, ni itakuwa vyema zaidi, hivyo hutaachwa nyuma. <clears throat> Hivyovyote vile naam, ni ruhusu basi tupate kuendeleza kwa leo na tunapozidi pale kwa pamoja, na kwa yule ambaye ungependa labda kusemezana nami, ungependa labda tuombe kwa pamoja, au unasema kwamba Victor, ningependa kusupport channel hii, ningependa kusupport ministry hii e, kama uko pale basi, ungependa kuwa baraka, ungependa kusupport ministry hii e, bila shaka, nambari ambayo unaweza katumia ni 0722 24 39 49. nambari ya simu so 24, 24. Tatu, tisa, nne, tisa. Kwa hivyo unaweza kutuma pale either, eh, utume pale kile ambacho Bwana amekuwezesha mia tano, elfu moja, elfu ishirini, kile ambacho Bwana amekuwezesha to support ministry hii izidi kuendelea. Na zaidi labda unahitaji la maombi, una jambo ambalo ungependa tuombe kwa pamoja, nambari yangu ya simu hiyo ndio hiyo. Unaweza kutuma pale either WhatsApp, SMS, piga simu, tuombe kwa pamoja, na Mungu akutende wema. Mungu huyo aonae kwa siri Atakujibu kwa wazi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo popote pale ulipo, niruhusu tuweze kusoma andiko letu la leo. Leo tutakuwa, jana tulisoma verse 4 to verse 10, the same same book. Leo niruhusu tuendele, tuanzie msari wake wa nane. Alafu tuendeleze kidogo hadi msari wa ni lingine, 11. Ningependa tujifunze jambo lingine tofauti hapa from verse 8 to verse 11. Biblia inasema vipi? First Samuel kwa yule ambaye anajiunga nasi for the first time ni kitabu cha Samueli wa kwanza. First Samuel chapter 1 8 to 11. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wake wa nane hadi wa kumi na moja maandiko yanasema vipi? Nam Elikana mumewe akamwambia, Hana, Hana, unalilia nini? kwani huli chakula? kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto kumi?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 Baba, na kushukuru kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo, ninakuimidi na kutukuza Baba. Naomba unitumie upendavyo, nifanye kama chombo tu cha kupitisha neno lako, na zaidi Mfalme, naomba kwamba Roho Mtakatifu zidi kuongezeka ndani mwangu, na pungwa ungezeke zaidi. Baba, wacha usia wako kapate kufikia kila mmoja wetu sawia na makusudi yako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Napoangalia katika kifungu hiki pale Hana, you know, nasema kwa Hana, unajua, ambapo tumesoma, ukiangalia katika mstari wake, wakati mtu unakiu unahitaji maji, um? Wakati mtu umefika mahali una kiu, unahitaji kunywa maji, mtu akitoka kula akupatia soda, bado hiyo soda haita quench ile thirst ambayo uko nayo ya maji. Hata akupe sharubati, akupe maziwa, haita quench ile thirst, itajaribu tu ku cool the temperatures kama labda ni joto ilikuwa imezidi na kadhalika, lakini hiyo kiu uliyo nayo haitamalizwa na, haitamalizwa na chochote ila tu maji. Na mnaangalia na pale Hana alifika mahali ambapo ana hicho kiu cha kupata mtoto. Na ujue kwa akili yake nafikiria alikuwa ameanza kufikiria kuhusu mtoto ambaye ni wa kiume. Na alipofikiria hivyo ikawa anaambiwa vipi, mume wake akamwambia kila alimwambia, Hana hakujibu. Baada alipomaliza kula chakula akasimama, akaenda hekaluni kwa sababu alikuwa anaona sasa imefika mahali ambapo ni kama mume wangu amesha give in, amesha give up, anaona sitawahi pata. Kwa hivyo anaona mme wake amegive up, lakini yeye ndani mwake ana imani, ana imani na anajua kwamba Mungu una uwezo utanipa mtoto. Kwa sababu ya hii ni ujue nini ilikuwa namsukuma. Jana tuliongea kuhusu triga ambayo ni uchokozi, uchokozi wa Penina, na kilichofanyika pale ni kwamba akafika wakati ambapo baada ya kuchokozwa hivyo akaenda kanisani, na alipoenda kanisani, kumbe kule kuchokozwa na kadhalika, ili afikia kukumbukwa na Mungu, ilimtriga kuweka nadhiri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 Naam, naposoma pale kwamba anasema, yani nitakupa huyo, nitakupa wewe, nitakupa huyo mtoto. Nipe tu mtoto, yaani Mungu ukinipa nitakupa. Ah, Mungu anaangalia, anaona huyu mtu aina gani huyu. Yani anasema ukinipa nitakupa. Ushaiona? Mtu akisema, pa, akifika pale anasema kwamba Mungu ukinipa kazi, mshahara wangu wa kwanza nakupa. Ushaiona mtu ambaye amefika mahali anasema, Mungu ukinifanyia hivi nitafanya. you know, nadhiri iko na exchange. Unafika mahali Mungu ukinifanyia nitafanya, nitatenda, nitachukua hatua fulani. Kwa hivyo nadhiri. Kwa hivyo, one of them siri kuu zaidi ambayo inaweza kufanya ukumbukwe na Mungu, we are talking about the triggers, vitu ambavyo vitafanya ukumbukwe na Mungu, na mojawapo ambao ni kuu zaidi ni wakati ambapo unafika mahali unafanya nadhiri. Biblia naongea kuhusu nadhiri na ni vizuri, nasema kwamba ni heri usifanye nadhiri, usiwe mwepesi wakimbilia nadhiri kuifanya, kwa sababu kuilipa ni gharama kwasa. Ndiposa nimekwambia nadhiri ni kitu ambacho nifanyie, nitakufanyia eh, nitende, nitakutendea, nipe, nikupe. Kuna nipe, nikupe pale, niujue upande wa kwako, upande wa Mungu unaweza kadhani ndio mkuu A, hawezi shindo kwa Mungu aklo, yote yawezekana. Kwa hivyo unaweza ukadhani kwamba umempa Mungu mtiani mkuu, lakini nawe pia mtiani wa kwako je? Kwa hivyo nipe nami ntakupa. Tatizo ni kwamba wengi twafanya nadhiri, alafu twakosa kutimiza, na hapo ndipo wengi twakosa baraka. Ndiposa wengi twafika mali, twabeba vilaana ambavyo hatukustahili kuvibeba. Kisa na maana twafika mahala ambapo twaweka nadhiri na hatutimizi Wangapi ambao sasa hivi walifika mali, wakasema, Mungu ukinipa kazi nitakuwa nafanya hivi. Mungu ukinipa gari nitakuwa naenda na, na, na support mchungaji wangu, nampeleka kila mahali akienda kuhubiri. Mungu ukinipa pesa nitakuwa nasimama na kazi yako. Wangapi walifanya nadhiri na wakakosa kutimiza? Kuna madhara ya kutotimiza nadhiri, na ndiposa ukisoma biblia vizuri, biblia inaongea kuhusu, yani haijakupa room ya kutotimiza nadhiri. Inakuambia kwamba timiza kwa haraka. Fanya haraka kutimiza hiyo nadhiri ambayo ulifanya. Yani, inshort nakuambia, hauna sababu ya kutotimiza, ila usichelewe. Inasema hivi, usikawia kutimiza nadhiri. Usichelewe. Fanya, timiza nadhiri kwa haraka, maana inaweza ikakukula, kwa sababu unajua ninipe, nikupe, ni kama ni deni, kwa hivyo ni vema kama ni nadhiri unaweka. Please be very sure and be very faithful, lakini huyu akasema kwamba ukinipa mwana nitakupa. Hiyo ni moja noma zaidi na Mungu naye, hiyo nadhiri unajua ni ya bila sema kwamba akaenda, akamjua Elkana, akaenda akamjua mke wake na akapata mwana. Yani, hiyo nadhiri ilikuwa ni game changer, game changer, na akakumbukwa na Mungu. Mbinu mojawapo, siri mojawapo, maybe ujapata jibu la kile ambacho wahitaji kwa sababu ujafika mahala ambapo umesukumwa mpaka ukaweka nadhiri, lakini kile ambacho nakuomba ni kwamba usiwe mwepesi wa kufanya nadhiri, kwa sababu nadhiri ina mtihani. Wa mwisho ni wakwako wewe ambao unafanya nadhiri, kwa sababu upande wa Mungu akishatimiza inabaki ni upande wako kutimiza. Kwa hivyo ni heri usifanye nadhiri, ni heri usifanye nadhiri, lakini nadhiri ni njia mojawapo ukifika mahali upate kuielewa vizuri. Ukifanya nadhiri hivi ah, ukifanya nadhiri hivi ombi lako kwamba ukapate kuelewa na uwe mwepesi wakati umefanya nadhiri, unaenda na kuitimiza. Usifanye tu nadhiri just for the sake ikishatendeka unasema Mungu anaelewa, mm -mm. hapo ndipo hata Biblia jatupa mambo ya Mungu kuelewa. nasema kwamba fanya haraka, usikawie kutimiza nadhiri. Kwa hiyo popote pale ulipo, nahisi kuambia kwamba usije ukakawia kutimiza nadhiri, lakini kuweka nadhiri ni siri mojawapo kuu ya kufanya ukumbukwe na Mungu kwa haraka Yani, unaweka nadhiri hivi, Mungu anakumbuka, Mungu anaingilia kati maneno yako, Mungu anakutendea kila, on his part of the bargain anaitimiza hivi. Je, swali nakuuliza, uko tayari kutimiza your part of the bargain. Mungu akusaidie, lakini kuambie kwamba siri kuu yako wewe kutimiziwa ama kukumbukwa na Mungu kwa haraka ni kuweka nadhiri, nadhiri ambayo utakuwa mwaminifu kuitimiza. Usipoitimiza ina madhara yake. Mungu atusaidie kwamba tufike mahala, licha ya mambo kutusukuma tu, tuweke nadhiri na tutimize nadhiri hiyo. Lakini usiwe mwepesi wa kuweka nadhiri iwapo hutatimiza. Mungu akusaidia. Nimerudia pale mara kadhaa ili usije ukajipata pabaya. Lakini kila ambacho nakujuza asubuhi ya leo ni kwamba mojawapo ya siri ni kuweka nadhiri. Iliwekwa kwa Bibilia nikatimia huyo mama kwa uchungu alimtoa mwana wake akamtoa kwa Mungu afanye kazi ya Mungu. Je, uko tayari? Maana Mungu ako tayari. Ukiweka nadhiri hivi, mara moja. Je, upande wako utatimiza Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VMM, tuendeleze zaidi Jumatatu ijayo. Nilikuwa nafikiri tutamalizia leo lakini nahisi bado hatujamalizia tuendeleze zaidi Jumatatu ijayo. Eh, tupate kujua another trigger ya kukumbukwa na Mungu. Mhm? Siri nyingine yako wee kutaka kukumbukwa na Mungu kwa haraka ni ipi? Tupatane juma lijalo tukiendeleza zaidi. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor madumandala, kwenye himizo asubuhi ya leo na kutakia kila laheri katika shughuli zako, katika jitihada zako zote, Mungu Akutende wema au naye kwa siri akujibu kwa wazi. Na labda uko pale ungependa kutoa sadaka yako, maana maandiko yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo, na vilevile pia tambua kwamba Biblia inasema kwamba usiingie nyumbani mwa Bwana mkono mtupu. Kwa hivyo tuko kwenye ibada nyumbani mwa Bwana, kwa hivyo kile ambacho wastahili kufanya ni kuenenda kwa simu yako tutoe sadaka zetu. Paybill number, sio paybill number, tumia nambari yetu ya Mpesa, nambari ya simu ambayo unaweza kutuma hela zako eh, kutoa sadaka yako ni 0722, 24 39 49. Nambari ya simu 0722 24 39 49 ndio nambari ambayo unasema kwamba wacha nisimame na huduma hii, ni support ministry hii, basi unakaribishwa tena zaidi 0722 24 39 49. Mungu akutende wema katika kila jambo kwa jina la Yesu Amen. Amen. Na usiondoke hapa, of course, narudia tena nambari hiyo ni 0722 24 39 49. Na usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Just click subscribe. Itasaidia kwamba hutaachwa nyuma kwa vyote vile. Kwa hivyo hapa chini kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe. Ukiambiwa sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, na weke comment yako itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba number one ume click neno subscribe. Ukiambiwa sign in, sign in na Gmail account yako. Click thumbs up inamaanisha like, alafu click notification bell, eh, bila shaka. Hutaachwa nje kwa vyote vile ni hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala kwenye himizo subuhi ya leo. Hakika ukiweka nadhiri hiyo, ni mojawapo siri kuu ya kukumbukwa na Mungu, maana alipokuwa hata akiomba Hana mwenyewe akasema, Mungu umkumbuke mja wako, kwamba huyu mtoto ukinipa tena wa kiume nitakutolea. Na Mungu akampa mtoto tena wa kiume. Mungu akutende wema, siri kuu hiyo. Shalom, God bless you, I love you all, tupatane on Monday tukiendeleza zaidi